Ninyi mnajua namna ya kuchonga line na kutafuta fursa. Mesoma sala hapa, meeleza masoko yenu ya nyanya, mkaeleza masoko ya ndani na masoko ya nje, meeleza masoko yaliyopo Morogoro, Ilinga, Dar es Salaam na maeneo mengine, lakini mmeeleza soko lililopo Zambia, Malawi na Kongo kwetu, na kwa sababu mimi ndiye waziri mwenye dhamana ya kilimo shughuli ya mazao ya kilimo ni ya kwangu, na siwezi kuikwepa, na nina wajibu nayo. Leo nazungumza hapa, lakini najua nyanya hizi zinalimwa Ilula, nyanya hizi zinalimwa Kilombero, nyanya hizi zinalimwa pale Mikumi, zinalimwa Lushoto na maeneo mengi ya nchi yetu. Ni lazima sasa wizara yetu ya kilimo tukae mkao wa kujua kwamba hii ni sehemu ya wajibu wetu wa msingi wa kuratibu kuanzia shamba mpaka sokoni, na sisi tutalifanya hilo, msiwe na wasiwasi. Nimemsikiliza mama ambaye anasafirisha zile nyanya pale, alikuwa anatuonyesha kupeleka Kongo, ameeleza hatua anazopitia. Na sisi lazima tubebe wajibu wa kuhakikisha tunashiriki kwenye hizo hatua ili kuongeza tija wetu wow. Sisi biashara inayoenda nje ni biashara muhimu kwa sababu inatuletea fedha ya kigeni, iwe kubwa iwe ndogo. Wa kuifanya iwe kubwa ni sisi. Hiyo msipate shida, hilo nimelichukua, tutaenda kuweka sawa mambo, nitaona matokeo. Lakini kwenye upande wa soko neeleza kuhusu miundombinu, kuwa tunazungumza na mheshimiwa mkuu wa wilaya, ngoja tukajifunze, alafu tutajua tunashirikianaje na halmashauri yetu kuhakikisha tunaleta tija ya haraka. Nimeona nyanya ambazo zimeharibika kwa kukaa muda mrefu bila kwenda sokoni kuna teknolojia ya kuzihifadhi ili zisifanye, msipate hasara hizi. Tutaenda nayo kujifunza, tutajua cha kufanya, msiwe na wasiwasi, utaona matokeo. Mji Mwema oye! Soko la nyanya oye! Lakini nimesema kuhusu miundombinu ya barabara na mingineyo mimi niwahakikishie, hapa kuna barabara muhimu ipo hapo mbele kweli, si kweli? Inaitwa barabara ya nini hiyo hapo mbele hiyo eh? ya mlando sindio? Yeah. Ilikuwa na ile nyumba moja ili mjue, nakumbuka ile pale katikati sindio? Yeah. Niliwahakikishia tutaimalizia hiyo mambo yeah. Niachieni sasa sindo, nimeanza kazi kuna yeah, mwenye mashaka, tutamaliza hiyo ndogo yeah, tutamaliza Ndugu zangu, mimi nimekuja kubwa, kuja kuwatembelea, kuja kuwahakikishia kwamba tulichokubaliana tutatekeleza, lakini kubwa la msingi, kuja kuwashukuru kwa kunipa ridhaa ya ubunge.